Tunawaomba viongozi wenzetu wa serikali waende kutimiza wajibu wao, waende wakahakikishe huduma za afya na lugha zinakuwa nzuri kwa wananchi wetu, wahakikishe kero zinatatuliwa. Tunapenda kuona watumishi wanatoka ofisini, wanawafuata wananchi kwenye maeneo yao kwenda kuwasikiliza na katika hili chama kitawafuata sana bila kuangalia ukubwa wa mtu yoyote. Na kumekuwa na baadhi ya kasumba ya baadhi ya watumishi wa umma wanasema chama kinatufuatafuata. Waambieni tutawafuata kwa sababu tuliomba kura ndani ya taifa hili, na tuliandaa ilani, tumewakabidhi. Tuna wajibu wa kuwafuatafuata watekeleze ilani hiyo. Wao wakiharibu, lawama zinaenda kwa nani? Kuna kiongozi yoyote yuko tayari kubeba lawama hapa? Wangapi wanasema chama kiende kikatimize wajibu kwa serikali, punga mikono juu namna hii? Nadhani ujumbe umefika. Kwa hiyo tutakwenda mguu kwa mguu, kama serikali imeleta hela ya kituo cha afya tutakwenda kukagua kituo cha afya, tutakwenda kuangalia utekelezaji wa huo mradi, thamani ya fedha na ubora wa majengo na gharama iliyoletwa vinaendana au haviendani. Na kama ikionekana ni tofauti, chama kitachukua hatua mara moja bila kupepesa macho.